Na eh, wakati huo huo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Brigedia General mstaafu Emmanuel Maganga amesema kudumaa kwa maendeleo ya watu wa mkoa wa Kigoma na Tabora kumesababishwa na vijana wa mikoa hiyo kujijengea tabia ya kupenda vitu vya urithi kuliko kujiimarisha katika shughuli za utafutaji wa mali yenyewe. Mkuu huyo wa mkoa amewahimiza vijana kuchangamkia fursa ya maendeleo kwa kujielekea katika shughuli za kiuchumi zenye mwelekeo wa kuzalisha zaidi, hatua ambayo itakuwa chachu ya kuleta mabadiliko. Mikoa ya Tabora miji yake na Kigoma maendeleo yake yako polepole sana kwa sababu tunaogopa kuvunja nyumba tukajenga nyumba za kisasa. Hata mjini hapa, nenda Ujiji utakuta nyumba za nyasi, nenda Isevya huku utakuta nyumba za nyasi, Isevya huku hivi miaka hamsini na kitu ya uhuru bado mji kama wa mkoa unayo nyumba za nyasi? Sababu akitokea mtu anataka kufanya maendeleo, mnatokea watu arobaini, mnasubiri urithi wa hiyo nyumba moja. <laughs> Ngoja nimalizie ya taarifa yangu. Brigedia <laughs> Jenerali Mstaafu Maganga ametoa tahadhari, endapo vijana wasipochukua hatua ya mabadiliko katika mikoa ya Tabora na Kigoma, hali katika mikoa hiyo itaendelea kudumaa. Tubadilike, tusipobadilika tutafanya miji yetu kuwa kama zuu, sehemu ambayo watu watakuja kushangaa mambo ya zamani yasiyobadilika. Minaweza ukweli, mnataka miji iwe ya, ya utalii wa mambo ya kale. Ukienda mashambani unakuta wazee. Tubadilike wale mlioko nje wanaitwa diaspora. Wako wengi wasomi wa profesa manani, narudia tena, rudini nyumbani, kumenoga. Sasa utaratibu wa kupata ardhi ume, umewekwa vizuri. Uanzishaji wa viwanda umerahisishwa. <laughs> Rudi nyumbani kuminoga. <laughs> <laughs> Nimependa sana ni, ah, unajua uh, mm. <supra> kuna, kuna miji haitaki kubadilika. Yaani watu hawataki ku, eh, aweza kukuta nyumba iko mjini vizuri sawa eh? mm. Lakini bado hivyo hivyo hivyo hivyo, sasa watu sana wanaitolea wewe, umetengeneza bonge la nyumba uh, maeneo ya ah, mjini watu wanataka ah, kurudi bushi. Kuna kuna watu wengine wadau wanakuja, wanakuja bwana ndio basi, so kama siwezi hmm. tufanye basi biashara afu siku hizi rahisi tu unataka, hmm. kujenga gorofa sawa, mimi siami hapa. nilipe nipe nyumba zangu hapo hapo. Maisha yanaendelea, watu washinda kujiongeza tu kwa unashikaji, wangapi wanatokea huko ambao wanazungumzia kwenda kujenga ah, yani mifano mingine ipo. Wengine jengi... yeah. wengine ni urahisi tu wa kuna dikasi. mwingine ana familia hapa, kazi zake anaamini kwamba ndio hapa hapa hapa nijengi ardhi kule ipo. Kuna wengine pia wanatoka wana, wana huko mm -hmm. mtu ametoka Newala huko amenda kufanya kazi huko anajenga, unajua sio lazima nyumbani. Kwa hiyo Newala urudi tena, kama ukitaka kuingia kwenye siasa ndio unarudi, uh, labda kwenye siasa eh. Sasa kwa nini unarudi wakati wa siasa, lakini wakati ambao